mwaka wa nne nie mmenemeka sisi unatesakwa wananchi ambao sisi ni wapiga kura kwa Mama Samia. Kwa taarifa ya mwaka jana nyumba zilizoathirika zilikuwa ni nyumba 165 na zenye watu mia saba wao kwenye nyumba za watu wamepokelewa. Ukiongeza na idadi hii ya nyumba 60 zilizoongezeka ni zaidi ya wakazi karibu mia nane na kidogo, idadi ya watu mia nane na kidogo wako nyumba za watu hao watu now?